tutafanya yeah, lakini nikupongeze kwa sababu super. Nilikuona mara ya kwanza um kwenye mtandao nimekuona na mimi mi yeah, niliwahi kukupost yeah, kama yeah, nakumbuka yeah, vizuri nilikuwa interested. Unakumbuka? Nilipenda uh, kile Kiarabu ambacho nakiongea yes, nilifurahishwa na kile ambacho umekifanya. Kwa hiyo nikupongeze, Mungu akujalia, akubariki, utafika mbali sana. Eh, goli la Celeste Ekwu sasa, siu hata limetokea wapi? Hebu nilibuni tu, kwa sababu mi nimeonaeisawa. Ni mechi ya ligi kuu ya NBC ndani ya KMC Jiji ni Dar es Salaam hapa. Timu kutoka katika mikoa miwili ya kisoka zimekutana Young Africans kutoka Dar es Salaam mkoa ambao una mafanikio makubwa kwenye kandanda mkoa ambao una mataji mengi ya ligi kuu na upande wa Mtibwa Shuga wenyewe wanatoka Morogoro mji kasoro bahari ambako kuna mataji kadhaa ya ligi kuu ya NBC mataji matatu ya ligi kuu ya Tanzania bara mpaka wakati huu ikiwa ligi kuu ya NBC mara ya kwanza ilikuwa ni mseto mwaka 1975 mara ya pili wamefanya Mtibwa Shuga mwaka elfu mbili na mwaka elfu mia tisa tisini na tisa. Miamba imekutana hapa kwa maana ya Mtibwa Shuga na Young Africans. Young Africans wananchi ya Green and Yellow Army wakiwa nyumbani. Umiliki wa kandanda upo kwa Young Africans, anasogea taratibu Muhamed Dumbia na utenga mpira pembeni. Isra Patrick mwenda anamwekea Celeste Ekwa, anaangalia ndani ya box, wapinzani wako wengi, anatani upande wa kushoto, anasogea tena katika nafasi ekwa hapo watu wanakaanga chips. Eh, bwana bana to. <laughs> eyiwa <you> are... <laughs>

Leo. Lipocheza pa pakome na equa kwenye nafasi moja, itakuwa sio Yanga tena, itakuwa ni Madrid sasa urahisi jamani, mashallah, unajua sana kipiti hapo, ndugu yangu, nakandwalah mzinga, lakini pia ameweza kukutunza, kuheshimu na kuhamnikihantu. Tukiacha kutunza kwanza, wallahi, najisikia faraja sana, kwa sababu huyu amekuwa ni mtu wa kwanza kuniposti Yaani okay, huyu bro katika watu ambao e, watangazaji wa mpira, si kwamba ni wakubwa na ni uwezo wake ni mkubwa na anajulikana, kuna kitu ambacho usipokisifu, yaani chenyewe tu kinajisifu. Mungu amzidishie. Hey, Allahumma maamu, amin. Amekuwa wa kwanza kuposti video yangu siku jua alinipatia wapi, fallahu aalam, lakini yeah. Wallahi nilikuwa natamani tamani sana ku... nilikutana na yule mwandishi wa habari wa nani wa nani wa Ahmed Ali akanambia atanikutanisha naye lakini, akananipiga kona nini, ananiambia nakutana na mzinga kesho, naenda kwa mzinga atakupeleka. Lakini ah, Mwenyezi Mungu amekufanya amekufanya bana Mwenyezimungu gharibu Mzinga, amzidishie amfanyie wepesi ma... kwenye ma... njia zake amfungulie, mm. riski zake. Kila kitu ni kipawa kikubwa ambacho amepewa na Mwenyezimungu navokwambia jana. akatimizai asiiongelee tuanze amzilishiewashairi kocha mpya kwanza, baada ya kushinda ushindi wake wa kwanza bao mawili zidi ya Mtibwa. Twende na shahidi tena, limepigwa mpira sayansi tehama na teknolojia. uh -uh. chini ya pedo nani Gonzalez, Yanga yetu